Hujambo, mtazamaji wa Zantime Online TV popote pale unapotutazama, matumaini yangu ni mzima wa afya. Ni kukaribishe katika kipindi maalum, na leo ndani ya studio zetu tumepata ugeni, na kuna mingi mazuri ambayo utayasikia kupitia mgeni wetu, na leo basi nipo naye Uh, kaimu mkurugenzi wa Orbit Microfinance Limited, uh, si mwingine Bwana James Charles Chale ndiye ambaye tupo naye hapa. Uh, kupitia Orbit Microfinance, kuna kitu gani huko taasisi gani mingi eh, mazuri tutayasikia kupitia kwake, lakini nikukumbushe tu ya kwamba mtazamaji, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Basi utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Mwongozaji wako e, ni mimi Imad Abeid. E, karibu sana Bwana James. Asante sana. Kwanza kabisa kwa faida ya mtazamaji angependa kufahamu kuhusiana e, na Orbit Microfinance. Hii ni taasisi gani na mmejishughulisha na kitu gani? na karibu. Asante, kwanza nashukuru kwa kupata nafasi hii kuja kwenye media lakini Orbit Microfinance ni taasisi inajishughulisha na utoaji wa huduma ndogo za kifedha kwa maana ya mikopo kwa wajasiriamali, wafanyabiashara, watumishi wa umma na sekta binafsi. Hilo ndo zungumzo na lengo kuu la Orbit Microfinance. Aha, sawa. Na pengine eh, kupitia Orbit Microfinance eh, pengine mnafanya kazi mpo Tanzania kwa ujumla au mpo tu hapa Zanzibar? na na mambo mengi tukipenda kufahamu. Kwanza, Orbit Microfinance inafanya shughuli zake Zanzibar peke yake. Nikisema Zanzibar, anamaanisha Unguja na Pemba, na hatufanyi kazi zetu nje ya Zanzibar, kwa sababu taarifa au usajili wetu unaonyesha tunatakiwa tufanye shughuli zetu kwa upande wa Zanzibar peke yake, kwa maana tuko Unguja na Pemba. Kwa hiyo hatuko nje ya Zanzibar. Aha, sawa. Naam. Asante sana sasa ha. Uh, tukipenda kufahamu eh, kupitia hii Orbit taasisi inashughulisha na masuala mazima ya utoaji wa mikopo. Uh, pengine eh, kupitia kwenu sasa tukipenda kufahamu huduma mnayotoa na pengine eh, vigezo gani na mnatoa eh, huduma kwa watu wa aina gani na vitu kama hivyo. Naam. Huduma zetu zinatolewa kwa makundi mbalimbali Ndiyo, au tuseme kwa watu mbalimbali wanaokuwa wanahitaji hizo huduma tunayo makundi tume makundi maalum abodaboda, mama lishe, wafanya wafanyabiashara wakubwa, watumishi wa umma na sekta binafsi, wale ambao wame, wame, wame, wame, wana mikataba, na wanafanya kazi kwa vigezo vya sheria na taratibu za Zanzibar. Kwa hiyo tunapokuwa tunaendesha hizi shughuli zetu, muhitaji au anayekuwa na anahitaji huo mkopo endapo kama atakuwa amekizi kwenye hivyo vigezo ambavyo vimewekwa, basi anaweza akapata hizo huduma ayo, mtumishi wa umma, mjasiria mali mdogo mdogo, mfanya biashara mkubwa, mamalishe, anafanya shughuli za usafirishaji. Naam, asante uh, pengine hapo hapo eh, kabla hatujafahamu kuhusiana na mchakato mzima wa upatikanaji wa huduma kwa yule mteja ambaye anahitaji kupata huduma kupitia kwenu, uh, umesema ya kwamba uh, Orbit Microfinance mpo hapa Zanzibar na mnafanya kazi Unguja na Pemba, maanake kwamba hii huduma ipo kote katika visiwa hivi eh, viwili Unguja na Pemba. Labda ningependa kufahamu kwa sasa tangu mmeanza mpaka hivi sasa e, kwanza, uh, mna muda gani tangu mmeanza uh, hii uh, shughuli, lakini uh, pia uh, kwa sasa pengine uh, mshatoa huduma uh, kwa kwa wateja wangapi tangu uh, mlipoanza? Naam, karibu. Asante sana kwanza, kwa sasa Zanzibar kwa maana ya Unguja na Pemba tuna miaka mitano, na huduma zetu tulianza kufanya shughuli zetu au harakati zetu elfu mbili na ishirini kwa hadi elfu mbili na ishirini na tano. Ina maana tuna miaka mitano tuko Zanzibar. Lakini lingine, huduma hizi zinapokuwa zinatolewa, kila huduma au kwa maana taasisi, kuna vigezo na taratibu ambazo zinakuwa zinawekwa kwa hiyo niwatoe hofu wananchi, hii ni huduma imeanza siku nyingi. Labda kama kuna mteja au muhitaji ambaye hakuwahi kuisikia anaisikia leo kupitia media hii, kwa hiyo tunamkaribisha aje kupata huduma na tupo, tuna muda mrefu tupo Zanzibar. Naam, asante uh, unapozungumzia uh, microfinance uh, hizi taasisi ambazo zinajishughulisha na masuala ya kifedha kwa ajili ya kutoa mikopo uh, zipo nyingi na kwa hapa Zanzibar E, kuna taasisi e, siopungua kumi e, pengine. Kupitia kwenu sasa, na taasisi zingine kuna utofauti gani hapo? Tuanzie hapo kwanza, kabla hatujaingia katika e, mchakato wa wa mteja ambaye akitaka kupata huduma anatakiwa awe na vigezo gani? Naam, kwanza nitajikita zaidi kwenye taasisi yetu. Naam, taasisi yetu inatoa huduma za haraka, wazi rahisi na nafuu. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye anakuja kwetu akitukizingatia hivyo vigezo nilivyokutajia, ana uwezo wa kupata huduma kwa haraka ili akaendeleza biashara yake. Na lengo kubwa ya hizi taasisi kwa maana kama microfinance, ni kuweza kuwainua wananchi kiuchumi, kwa sababu tunaamini serikali peke yake haiwezi kufikia wadau wote kwa maana ya wananchi Lazima kuwe na wadau kama sisi ambao tunaiwezesha jamii tunaweza kuikwamua kiuchumi, ili kuondokana na dhana potofu ambayo inakuwa inalenga, ili uweze kufanikiwa au uweze kufikia ndoto zako lazima serikali ikushike mkono, lakini wadau kama sisi tuna uwezo wa kushika mkono ukatimiza ndoto zako. Kwa hiyo tunakaribishani Orbit Microfinance naam. Sawa sasa, uh, mchakato ukoje katika uh, kwa yule mteja ambaye anataka kuja kupata huduma mchakato ukoje, au anatakiwa awe na vigezo gani ili aweze kupata mkopo kupitia taasisi yenu ya Orbit Microfinance Limited? Kwanza hapo mwanzo nilikwambia taasisi yetu inatoa hizi huduma za mikopo kulingana na makundi mbalimbali. Naam. kwa hiyo kila muhitaji au kila anayehitaji anakuwa na vigezo vyake vya, vya kupata hiyo huduma Uh, kigezo cha kwanza tutaanza, tutakuwa kama na makundi matatu nah, au manne yasiyozidi. Kundi la kwanza tunaita wafanyabiashara wadogo wadogo, kwa maana ya wajasiriamali. Mjasiriamali ni nani tunayekuwa tunamlenga? Mjasiriamali ni yule mtu yote ambaye anajishughulisha na shughuli yote halali inayomwingizia kipato cha kila siku, huyo tunamwita mjasiriamali. Taasisi yetu haijamwacha au hatakuwa nyuma, kupitia taasisi yetu anaweza akajikwamua kiuchumi, lakini pia akiwa anahitaji. Kwa huyo mjasiriamali, kigezo cha kwanza atatakiwa kwanza awe Mtanzania. Tunaposema Mtanzania tunamaanisha anaweza akawa ni Mzanzibari kwa maana ya mzawa ambaye anakuwa na kitambulisho halali cha Mzanzibari, lakini pia mwenye kitambulisho cha NIDA ametoka Tanzania Bara, lakini ni mkazi halali wa Zanzibar, na taasisi yetu inalenga zaidi Zanzibar kwa sababu hata usajili wetu unaonyesha tunafanya shughuli zetu Zanzibar. Lakini kigezo kingine atatakiwa awe na barua ya sheha wa shehia anayekuwa anatokea. Kigezo kingine atatakiwa awe na mdhamini anayemdhamini wakati na, anakuwa anachukua huo mkopo. Hilo ni kundi la kwanza, tunaita kundi la wajasiriamali. Kundi la pili ni la wafanyabiashara wakubwa ambao wamesajiliwa na mamlaka husika, wanalipa kodi za serikali, wana TIN namba na ZDRA namba, amesajiliwa nini kwa maana BPRA. Huyu pia ni mfanyabiashara mkubwa, naye pia anaweza kanufaika na taasisi yetu. Lakini kundi la tatu ni ili tumewachanganya, kwa maana ya watumishi wa umma, waajiriwa wa serikali pamoja na sekta binafsi wale ambao kwa sekta binafsi wana mikataba na, na, wameingia na hiyo taasisi anayekuwa anafanya kazi, kazi kupitia hiyo taasisi yake iwe hoteli iwe usafirishaji iwe kwa ajili ya kupokea wageni watalii na vitu vingine. Lakini kundi la nne ni hilo kundi la kulipia bili. Tunaposema kulipia bili maana yake nini? Kulipia bili tunaweza tukawa tuna muhitaji kwa maana ya, ya hiyo huduma ya mkopo anaweza anaeza labda anataka kulipa ada ya mtoto shule, sisi tunamlipia ada, yeye anakuwa anarejesha kwetu kidogo kidogo. Au anataka labda kununuliwa bajaji au bodaboda, sisi kama taasisi tunamlipia hiyo bajaji au bodaboda, lakini yeye atakuwa anarejesha taratibu kupitia hicho chombo chake cha usafiri ambacho naam, sisi tumemnunulia na, na. Asante sana eh, kwa kupata ufanuzi huo hapo hapo. Eh, umeelezea makundi manne eh, wajasiriamali na makundi mengine pengine. Sasa katika zile, anapokuja mtu kupata ule mkopo, labda pengine kiwango cha fedha kupitia haya makundi manne, je, wote wanapata kiwango sawa, au pengine kuanzia kiwango gani kulingana na kundi la kwanza, kundi la pili na la tatu? naam. Kwenye makundi haya ya wakopaji na warejeshaji, hivyo hivyo pia kwenye viwango vya upatikanaji wa hiyo mikopo, vimegawanywa lakini kundi la kwanza bado tutabaki na kundi lile lile la li li li li wafanyabiashara wadogo wadogo. Kundi la wafanyabiashara wadogo wadogo mikopo yao inaanzia chini kabisa, kwa sababu tunamlenga yule mjasiriamali mdogo kabisa ambaye ana genge, anasajili laini, anauza mboga mboga, anauza mkaa, ile kundi la kwanza Mama Lishe na vitu vingine. Sasa hili kundi linaanzia mkopo wetu tunaanzia chini kabisa tunaanzia laki moja mpaka milioni moja kwenye hilo kundi la kwanza ambalo tunaita wajasiriamali. Lakini kundi la pili ndio hilo tunazungumzia wafanyabiashara ambao wamesajiliwa na wanalipa kodi za serikali. Hili kundi linaanzia milioni mbili mpaka milioni themanini kwa hili kundi la pili ambalo la wafanyabiashara wakubwa. Kundi la tatu ndio hilo kundi tunasema watumishi wa umma au waajiriwa wa serikali pamoja na sekta binafsi. Hili kundi la tatu linaanzia laki tano mpaka milioni thelathini kwa hili kundi la tatu. Lakini ili kundi la nne ni lenyewe halina viwango maalumu vya uchukuaji, vinalingana na huduma anayetakiwa kulipiwa huyo mteja. Kama ni bodaboda, basi tanunuliwa bodaboda mpya kwenye duka, tutalipia. Kama ni bajaji, tanunuliwa bajaji mpya, tutalipia. Kama ni gari kwa ajili ya kubeba watalii, tutanunua gari, tutampa. Hiyo haina kiwango maalumu, kinategemeana na bili anayolipiwa mteja.